Usisahau kusubscribe, kucomment, kulike na kushare ili kuwa kwanza kupata habari mbalimbali mbali kutoka Dar24 Media. Hizi ni sheria ambazo zinasimamiwa na Mamlaka ya Mapato Tanzania. Unaweza kuona sheria ya usimamizi wa kodi ya mwaka 2015 lakini kuna sheria ya kodi ya mapato mwaka 2014. Kuna kodi ya ongezeko la thamani ya mwaka 2014, kuna sheria ya ufundi stadi SDL ushuru wa stempu, ushuru wa forodha, ushuru wa bidhaa, ada za magari, ada ya usajili, ada ya leseni ya ureva na ada ya kubadilisha umiliki. Sasa tukianzia kwenye, eh, kodi ya mbao, jamie, shinae, windu, kwenye kodi ya mapato ambao jamii yetu tunaoishi nayo inawajibika sana kulipa kodi hii ni kwamba kodi ya mapato hutozwa kwenye mapato yanayotokana na sehemu kuu tatu. Kama mtu anafanya biashara anawajibika kulipa kodi akifanya uwekezaji anawajibika kulipa kodi, lakini kama ameajiriwa na serikali au ajira mosi ya serikali anawajibika kulipa kodi. Jina naitwa Stomi Mosi, ni meneja msaidizi wa mkoa wa TRA Kagera. Uh, leo tumekuwa na mafunzo na kamati ya usalama ya wilaya ya Bukoba, na lengo lilikuwa ni kuelimishana kuelimishana habari mbalimbali za kodi kwa sababu ukizingatia kwamba mkuu wa wilaya ndo mwenyekiti wa kamati ya ushauri wa kodi, ni vizuri na kamati yake wakajua nini maana ya kodi na aina za kodi zilizopo, ili sasa hata tunapohamasisha masuala ya kodi mtaani, wawe wanaelewa nini kinachoendelea na katika kikubwa tulichoelezana pamoja na aina za kodi na jinsi zinapotozwa, tumejikita zaidi katika utoaji wa risiti, na hii ni ili ku kuwahamasisha kuanzia kwenye kamati ya usalama swala zima la kudai risiti pale wanapofanya manunuzi ya huduma na, na bidhaa. Kwa Bukoba tuna eneo zuri la kibiashara na tuna wafanyabiashara wengi katika eneo letu. Sasa elimu hii ya leo ilikuwa ni muhimu sana kuipata, ili kuweza kuiangalia vizuri biashara katika eneo letu. Swala kubwa la biashara katika eneo letu ni ukusanyaji wa mapato. Mapato haya yanamsaidia sana Mheshimiwa Rais katika upangaji wa maendeleo ya kila siku miradi mingi inatekelezwa wananchi bila kuchangishwa fedha kama ambavyo ilikuwa ikifanyika zamani. Sasa ili kuyaweza kuyafanya yote ni kwamba kodi ikusanywe. Na mheshimiwa rais amekuwa akisisitiza kwamba kodi ikusanywe kwa amani bila vurugu yoyote. Sasa ili kufanya kwa ili jambo liendelee kuwa na amani, manake wananchi wote wapate elimu. Sasa katika kupata elimu wananchi, manake ni kuelimishwa katika maeneo hayo. Sasa ili kuelimisha, mwelimishaji huo umepata elimu pia. Tunashukuru leo TRA wametupatia elimu nzuri, tumeuliza maswali mbalimbali mbali, inatusaidia sasa kwenda kuzisimamia vizuri kodi zipatikane vizuri. Kwa mfano iko haki ya mwananchi kupata risiti anapohudumiwa, wananchi wamekuwa kiacha hizo risiti. Sasa kuto kudai risiti wakati mwingine risiti risiti hata hiyo haitolewi. Sasa kuto kutoa risiti manake serikali inakosa mapato. Kifaa kinauzwa elfu hamsini na mtu anatoa kesh elfu hamsini, anapewa kifaa chake anaondoka bila kutolewa ile risiti, maanake ile hela ambayo ingekuwa imekatwa kwenye kodi haikatwi. Kwa hiyo tutawaelimisha wananchi kwamba fedha unaoitoa ni ile ile thamani ya kitu ambacho unakipata. Kwa hiyo usipoidai risiti, maanake ile hela serikali hujaisaidia lolote. Kwa hiyo maanake serikali itakwama kutekeleza mipango yake, kwa sababu haipati kodi mbalimbali mbali, ambazo zingesaidia ku, iliweze ku, ili iweze kujiendesha . Sasa tunaendelea kuelimisha wananchi ili wadai risiti, ili kodi moja kwa moja itakuwa imekatwa na serikali iendelee kuendelea vizuri. Na mimi niendelee kutoa wito kwa wananchi wangu wa wilaya ya Bukoba, swali hili litahitaji uelewa wa na namna hiyo tunaendelea kuelimisha na tunapoendelea kuelimisha na kaelewa vizuri tuendelee kulizingatia vizuri, tudai risiti tunapopata huduma na wanaolipa kodi mbalimbali mbali, tunaendelea kulipa kodi, kodi za leseni